Naipiga ya mgambo, naomba nisikizeni, na wasalimu kimombo, nawaambia hawayuni, akika ninalo jambo, nataka kuwajuzeni. Tutakukumbuka sana kwa legasi yako bora. Wallahi, thank you so much. Wamekutambua wa Kenya twakupenda, sikufichi wale wakuhanya hanya, wagizani bila tochi. Tutakukumbuka sana kwa legasi yako bora Mambo sasa dijitali wa Kenya twajionea, katufanyia sahali mwendo katupunguzia. Kenya twamiliki reli lenye kasi ya kishua. Tutakukumbuka sana kwa legasi yako bora. Maendeleo metenda bila hata wasiwasi wasi. Vyakula, nyumba, viwanda kwa ile yako legasi. Wewe ndi wewe tunyonda daima tutakumisi. Tutakukumbuka sana kwa legasi yako bora. Zana zote za kivita zitele serikalini. Usalama umekita baharini na nchini. Hakuna tena usikota, twaishi kama peponi. Tutakukumbuka sana kwa legasi yako bora Hongera twakupa hai kwa uongozi jamili, mola akupe uhai na nguvu kama jabali. Kenya sasa ni Dubai, huduma kila mahali. Tutakukumbuka sana kwa legasi yako bora Umeboresha huduma kwenye yako serikali, kila kambi Kenya nzima mejenga hospitali, jeshi sasa liko wima, afya zao wazijali. Tutakukumbuka sana kwa legasi yako bora <tuh> Tumpe makofi ndugu zangu. Gudibai aya muwaidingi apu, nimechoka niko hoi, nataka nika nyusupu. Mkinge na maadui, rais wetu muhibu, tutakukumbuka sana kwa legacy yako bora o Tumpe makofi mwalimu wa madrasa brigade ya nne. Hakika mheshimiwa rais, tutakukumbuka kwa legasi yako bora.